Maneno ya chakula ndio hiyo. DCC alikuwa hapa juzi tu, akanipigia simu, akaniambia huko, lazima mama, utafute chakula, uwalete chakula, kwa sababu kuna kiangazi. Ama hamuna shida? Kuna shida ya chakula? Mumefurahi tumelete? Mumefurahi nimelete Mumefurahi, nimeenda nikagonga mlango ya serikali wakanifungulia, wakanipatia chakula yeah. kwa hivyo nikae kwa serikali ama nitoke? yeah. nikae hapo yeah. si ndio? Yeah. ninyenyekee hapo yeah. niwaombee sio chakula tu, lakini maendeleo yeah. Na unajua kitabu cha Mungu kinasema hivi, lazima tuombee serikali yetu na wale watu wale wako ma kwenye mamlaka si ndio? Kwa hivyo lazima muombee His Excellency William Samuel Ruto. Kuna watu wanaenda huku wanazunguka hapa na siasa zingine hapa hata hazieleweki, na hakuna kitu ambao wanawaletea, si ndio? yeah. Wanalete tu matusi, maneno tupu, hakuna chakula, hakuna maendeleo, hakuna anything. Mnataka kukula maneno? yeah. si lazima tukuwe na maendeleo? yeah. Jameni, hapa kwetu tuko a, nyuma sana. Kwa hivyo saa hii hatuwezi jiingiza kwa siasa ambayo haina maana sisi tunataka siasa ambayo inaleta maendeleo hapa kwetu. Na diposa na wasihi sana, wacheni tushikilie serikali yetu vizuri, ndio na sisi tupate maendeleo haunehega. Kwa hivyo leo hii nimewaletea chakula na nitarudi tena niwaletee kitu ingine, si ndio? hata shida ya hapa mimi najua kwa sababu yote tatizo yote iko hapa kaunti. Na ikiwa hawatembei hapa, watajua shida zenu namna gani? Si ndio? Na unajua, mama anajuanga hizi maneno.